Una kifaa cha intaneti ya bila kikomo, kinaweza kuwa cha Voda, Tigo au fiber ya TTCL au unatamani tu kuanzisha biashara yako ya kuuza internet kwa majirani zako masokoni au wafanyabiashara wenzako na haujui pa kuanzia? Usiogope, mfumo wa Hot Bando upo kwa ajili yako. Je, pia unajua gharama za data zimeongezeka kutoka 1000 kwa gb mwaka 2020 mpaka 3000 kwa gb mwaka 2024, ila pia matumizi data ya data yameongezeka maradufu baada ya mlipuko wa kilibandia na mahitaji ya data yani internet yamekuwa ni lazima katika ukuaji wa sekta zote nchini. <laughs> Basi furahia soko la biashara hii yani ni kubwa kubwa kwa mno Tanzania nzima. Mfumo huu ulioundwa na timu ya Black Sands Technologies unaweza kukusaidia wewe kutengeneza vocha kwa gharama unayotaka. Kwa mfano vocha ya 500 kwa internet bila kikomo sita, F1, kwa masaa 6 au elfu moja kwa masaa 24, ili uweze kuuza kwa wateja wako. Pia utaweza kujua wateja wako wangapi katika mfumo na kiasi ulichokusanya. Huu ni urahisi katika uuzaji wa internet ambao hujawahi kutokea Tanzania nzima. Jiunge sasa kwenye mtandao wetu mkubwa na kufanya biashara hii kidijitali. Ushauri wa kujiunga na huduma hii ni bure kabisa. Usubiri mpaka soko lijaa, njoo tufanye biashara hii kidijitali. Kwa mawasiliano basi, tupigie simu namba 0685496334 au 7141946 au tembelea tovuti yetu www.hotbandwifi.cfd. Hotbando powered by Blacksands Technologies Limited.